Ninamshukuru Mungu leo kwa katika kongamano hili ambalo kongamano kazi yake kubwa ni lilikuwa ni, ni kumwempower mwanamke. Wanawake watumishi wengi kama wanavyojulikana wali walikuwa wanajulikana kwamba mpaka wawezeshwe. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna umuhimu sana wa kumwempower mwanamke kiroho kwa sababu hii si kwa ajili ya wake wa watumishi. Hii ni kwa ajili ya watumishi wa kike wenyewe katika taifa la Tanzania. Na tumekuwa na maono kwamba tunataka kuivamia nchi nzima ya Tanzania kwa injili. Na kwa ajili ya kuwasaidia jamii, na mnavyofahamu sasa hivi taifa letu kuna vitu mbalimbali vinavyoendelea ambavyo so sio vizuri, kama tunavyojua kuna ulawiti, kuna ubakaji na vitu mbalimbali mbali. Kwa hiyo tunahitajika wanawake ambao wamekuwa empowered kwenda kuweza kuwafikia nchi nzima. Kwa hiyo kongamano ni kwa ajili ya wanawake wote ambao wamekusudia kutembea na Mungu kweli na kwa ajili ya kuweza kuifikisha Injili ili watu waweze kubadilika. ambacho wewe wewe kama nacho uh, kubadilika kwenye kongamano hili nilichojifunza kikubwa, kwanza ni discipline ya mwenyewe ya mwanamke mtumishi. Unajua tabia ni kila kitu, unajua uwezi uta kumbadilisha mtu kama wewe mwenyewe nyewe hujabadilika. Kwa hiyo na hichi kitu ndio kimejengwa sana siku ya leo kutokea kwa mnenaji mkuu mwalimu Mama Imelda Maboya. Ameelezea sana kwa habari ya tabia tabia inapobadilika ya mtu huyo, mtu anaweza kabadilisha mme wake, anaweza kubadilisha familia yake, anaweza kubadilisha kanisa na kabadilisha jamii pia. Kwa hiyo ndio kitu kikubwa ambacho nimeondoka nacho. Pia unyenyekevu, watu wengi wakiinuka kidogo, wanajiinua, wanaanza kujiona, wanataka kuwa na vitu ambavyo havistahili. Kwa hiyo tumeona kwamba unyenyekevu unaweza kuwafanya watu kwenye makanisa kuwapenda watu, na zaidi ya hapo, tumejifunza zaidi ya kuwapenda watu, yani kuchukulia madhaifu ya watu kuchukulia yani, namna walivyo, kuwabeba jinsi walivyo, ndio kitu ambacho tumejifunza sana siku ya leo. Lakini ilikuwa suala kubwa la kiroho na, na kama mlivyoona mwisho tumeishia kuliombea taifa letu. Taifa ni Tanzania kwanza. Tanzania kwanza. Sama. Sama. Sama. Sama. Sama.